Na kwenye mjadala wetu basi, tunaangalia zile kauli ambazo zilitolewa na viongozi mbalimbali, hasa wa nchi za Afrika maswala nyeti ambayo yameibuliwa. Na kwenye mjadala wetu tunaye katika laini ya simu kutokea huko Mwanza nchini Tanzania Marcel Hamdun, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa. Tunaye pia vilevile Profesa David Monda kutoka huko nchini Marekani. Natumai wangwana mnanisikia vizuri, na karibuni katika mjadala wetu. Muda wetu ni mfupi, kwa hiyo majibu yetu pia yawe mafupi mafupi. Na nianze nawe moja kwa moja Profesa David Monda, ukiwa hapo Marekani, tuangazie kwanza kauli ambazo zimetolewa na viongozi wa nchi mbalimbali mbali, za ulimwengu hasa nchi za Kiafrika. Ni kauli zipi ambazo unaziona zilikuwa na uzito katika mkutano huu, za kukumbukwa? Za kukumbukwa, uh, ni kauli za viongozi wa Kiafrika, uh, kwa mfano Rais uh, Ruto wa Kenya, ambao alikuwa amesisitiza kwamba uh, Afrika ina uh, ni lazima ipewe viti viwili vya kudumu kwenye Baraza la Usalama na pia kuwe na mabadiliko uh, kwenye Umoja wa Mataifa manake vile inavyoashiria wakati huu ni uh, enzi za kihistoria za miaka themanini zilizopita mm-hmm. na pia uh, ni ile uh, hoja kwamba uh, eh, majukumu au miundombinu ya uh, kifedha uh, ya kimataifa ibadilishwe ili mataifa ya Afrika pia yaweze kupata manufaa E, kupitia mashirika haya ya kimataifa hususan Umoja wa Mataifa, kauli za Rais Ruto. Naja kwako Marcel Hamdun, anazungumza hapo Profesa Monda kwamba ni kauli ambazo yeye anazikumbuka na zitakumbukwa bila shaka, mapendekezo ya kufanya mageuzi uh, unadhani zile kauli ambazo amezitoa Rais Ruto na yale mazingira ambayo yanamkuta yeye mwenyewe nchini mwake nchini Kenya, kweli zinaweza zikatiliwa manani na kuna chochote ambacho kinaweza kweli kufuatiliwa? kwamba kwamba pengine e, ile hali inayomkuta nchini Kenya rais Ruto hajaibeba kuipeleka kule Marekani, hajaipeleka kwenye Umoja wa Mataifa, lakini kafikisha ujumbe kwa namna nyingine tofauti, si kwa unyonge. Hakuzungumza habari ya Kenya kama Kenya, lakini kazungumza habari ya vikwazo na mizengo ya kimataifa katika masuala ya fedha na uchumi katika msingi wa Afrika, kwamba anaizungumza Afrika, Kenya ikiwa ni mojawapo bila shaka ujambazi unaofanywa na mashirika makubwa ya kimataifa kama IMF na na na na World Bank bila shaka ni mifumo ambayo inakatia tamaa, inavunja moyo, na kwa miaka mingi inaonekana dhahiri kwamba ni mpango uliofanywa makusudi na zile zinazojiita serikali za nini, mashirika ya kimataifa au pengine jumuiya ya kimataifa katika kuhakikisha kwamba Afrika inanyonywa, inanyonywa kwa viwango vinavyotosha kabisa kuifanya ikazimia, kama sio kufa kabisa. mm -hmm. Nafikiri alichokizungumza rais Ruto wa Kenya, na hili tunatakiwa kumpongeza wamefika wote kwamba e, e, umefika wakati kwa mashirika ya kimataifa yanayotokana na umoja mataifa wa mataifa wenyewe kujifikiria upya na kujitathimini juu ya mwenendo wake katika maswala yanayohusiana na masuala ya uchumi na, na masuala ya, ya maendeleo mengine duniani. Dhahiri shahiri kaonyesha jinsi gani mashirika haya yanavyowapendelea wakubwa, e, mataifa makubwa yaliyoendelea sana ambayo kimsingi na bila kuficha maneno au kutafuna maneno yalidhulumu Afrika yaliibia Afrika, bila shaka mm -hmm. Yalihakikisha ya kwamba Afrika inafirizika kwa wao kunufaika na kuendelea kuwa na nguvu katika uchumi wa ulimwengu haya. Kwa kujitengenezea mifumo yenye nguvu ambayo inaendelea kuwalinda mpaka leo. Kwa hiyo mimi nafikiri eh, jambo aliyozungumza Daktari Ruto linaweza kufanya kazi na inatakiwa kuwa sauti ya Waafrika wote kwa pamoja. Haya, Marcel, naja kwako. Viongozi walizungumzia sana masuala ya dharura ya kilimwengu kama vile mabadiliko ya tabia nchi Uh, hali ya hewa kukosekana usawa, na kusambaa kwa mizozo, njaa kali, ukatili wa kijinsia, na makamu wa rais wa Nigeria Kasim Shettima, rais wa Senegal Basiru faye, na rais wa Namibia uh, Netumbo Nandi-Ndaitwah walizungumzia kwa nguvu sana mizozo ya dunia na kutoa wito mashambulizi ya Israel yakome huko Gaza. Hoja na kauli kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati zimetawala sana mkutano huu na hivi sasa tunavyozungumza, waziri mkuu wa Iz Israel Netanyahu, uh, yuko huko Washington na jana alikutana na rais uh, Trump. Uh, Profesa Monda, kauli hizi na kujaribu kidogo kutuliza hali ya mambo kuhusu migogoro ya dunia, uh, si mengi sana, lakini yaliyojitokeza kuhusiana na migogoro ya Kiafrika kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, ama Sudan hayakujitokeza bayana eh lakini yale ya Mashariki ya Kati ndiyo yaliyotiliwa maanani na nadhani huo ndio udhaifu wa uh, mikutano hii kama ya Umoja uh, wa Mataifa. Changamoto uh, iliyopo tuseme kule DRC ni kwamba Umoja wa Mataifa imejaribu siku za nyuma uh, kuingilia kati na imebanwa ime na uh, aibu na changamoto mbalimbali e, mbali, tuseme kubakwa kwa e, kwa raia wa DRC, ufisadi na pengine e, kwa njia moja au nyingine kutoweza kudhibiti hali ya usalama. Tunajua kuna Haiti, umoja wa mataifa tena imekuwa na changamoto zingine, lakini lazima pia nisisitiza hapa ya kwamba kuna tofauti ya mata, matamshi au e, hotuba hizi za kutoka viongozi wa wa Afrika hususan mm -hmm. na yanayofanyika e, baadaye e, pale ambapo kungamano kama hizi zinapokamilika. Unadhani unadhani ni kwa, kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini Profesa kwamba viongozi wa Kiafrika uh, wamepata kigugumizi katika uh, kutanabahisha ulimwengu katika jukwaa la, la, la kimataifa kama hili hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa kuhusu matatizo yanayolikabili bara lao ama matatizo ambayo yanazikabili nchi zao. Nadhani vi, ni vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza ni kwamba viongozi eh, wa Kiafrika matamshi yao na mienendo yao au eh, eh, vile wanavyotekeleza eh, maazimio zao na eh, na na nafsi zao uh, za uh, za kitaifa ni tofauti. E, matamshi tuseme, kule DRC wengine wanasema ya kwamba wangependa amani lakini, huku tunajua kwa mfano Rwanda imeshutumiwa eh, kuisaidia kikundi cha M ishirini eh, na tatu. Cha pili ni madola makubwa ambayo yanachangia pia kutoweza kuwa na amani uh, kule uh, kule Afrika, lakini la tatu ni, ni ile kuchoshwa na jamii ya kidunia, ya kila kukicha kuna changamoto moja au nyingine, iwe Sudani kule uh, iwe eneo ya Sahel au iwe eneo tuseme kama ya DRC mm -hmm. ya kwamba jamii ya kimataifa ni kama imechoshwa na imekosa imani eh, kuweza kuona kwamba pengine kutakuwa na eh, suluhu siku za mbele kwa matatizo haya ambayo yamekuwa yakizua balaa kwa miaka mingi. Marcel, changamoto ya kisiasa ambayo uh, pia ungeweza kusema inashuhudiwa pia vile vile katika taasisi za Afrika, changamoto ambayo inashuhudiwa katika mashirika na miungano mbalimbali mbali, mbali, barani Afrika uh, na viongozi wa Kiafrika wenyewe kukosekana katika meza za mazungumzo ambazo zinatawaliwa na viongozi wa dola zenye nguvu kubwa kisiasa na kiuchumi. E, hali hii, o, unadhani imechangia vipi e, kwa viongozi hawa kukosa, a, ile ari au niseme ule ujasiri wa kuweza kuyazungumzia masuala ya ndani katika bara lao? Nafikiri tatizo jingine na ni kubwa kwa kweli, na hili liweze kwa vyovyote vile lazima kuonekane mambo fulani yakifanyika Mataifa ya Afrika na hasa viongozi wamekuwa wakificha sana na wakikwepa sana kutafuta suluhu ya migogoro ndani ya mataifa yao. Na sababu kubwa inayowafanya wasizungumze maneno haya ni kwamba waliowaalika kule kwenye Umoja wa Mataifa ndo wenye maamuzi juu ya maongozi ya mataifa fulani fulani ya Afrika. Hatuwezi kukwepa ukweli huo, na ndio maana nimemsifu sana Dr Ruto kwa kile alichothubutu kuzungumza waziwazi, akazungumza maneno ambayo bila shaka yamewaudhi wa bwana wakubwa hawa, lakini kimsingi inatokana na ukweli kwamba mataifa makubwa yanadhibiti mwenendo wa kisiasa mwenendo wa kiuchumi, na mwenendo wa kiutamaduni katika mataifa mengi ya Afrika. Rasilimali nyingi za Afrika kwa vyovyote zimekuwa zikitumika kuyanufaisha mataifa hayo makubwa ambayo uchumi zao zimepiga hatua kutokana na, na, na, na, na kufilisi rasilimali za Afrika. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu ni kwamba viongozi hawa wengi, sio wote, lakini walio wengi kwa namna moja au nyingine wameingia madarakani kwa kuungwa mkono na mataifa hayo hayo ambayo pengine ndio yanaandaa hiyo mikutano na kadhalika. Ni vigumu sana kwenda kuwashutumu katika mkutano walioandaa wao. Hakuna shaka kwamba Afrika kukosa kiti na maamuzi yenye nguvu ya kura ya turufu kunaendelea kuifanya Afrika kuwa dhaifu. Huo ndio ukweli ambao hatuwezi kukwepa. Mataifa makubwa ya, ya Ulaya na Marekani hayako tayari kutoa nafasi hiyo, na ndio maana utaona kwamba matatizo mengi ya, mataifa, ya Afrika yanabaki kuwa mataifa ndani ya mataifa yao, mm -hmm, alimradi tu mataifa makubwa ya Ulaya yananufaika na migogoro ambayo wow, wao kwa namna moja au nyingine wanakuwa wameitengeneza na masa... viongozi wa Afrika wanakwenda kutia muhuri tu katika maamuzi ambayo yamefanywa na mataifa makubwa bila kujali kwamba yanadhuruje tumi tamaduni na mwendele wa kisiasa wa mataifa yao kwa ujumla wake. Kwa hiyo unaona kwamba hii ni fursa ambayo imepotea. Eh, katika ngazi hii ya hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa kwamba viongozi wa Kiafrika eh, japo kwa kiwango eh, kidogo wameshindwa kabisa kuonyesha ule ukakamavu na kuzungumzia masuala ya ndani ya bara lao, fursa imepotea. Nafikiri wamejitahidi sana, wamejitahidi na kwa mara ya kwanza baada ya kuondoka kina Kwame Nkrumah na akina Nyerere, hawa ndo wamezungumza maneno ambayo kidogo yanawafanya hawa mabwana waanze kuona kwamba Waafrika wanaamka. Hatuwezi kuwalaumu kabisa kwamba e, wameshindwa kabisa kuzungumza. Hapana, wamezungumza kwa kadri walivyozungumza, na wakati mwingine wamezungumza kwa lugha kali kabisa ambayo inatosha kuwafanya wenye akili kuamka, japokuwa mashaka makubwa ni kwamba wanazungumza na watu wenye hila, wenye hinda ambao hawako tayari kuleta mabadiliko, alimradi mabadiliko yale yakifanyika yataleta tatizo katika uchumi zao kwa ujumla. Wamejitahidi sana na ili tuwapongeze japokuwa kwa mwisho viongozi wa Afrika lazima wajifunze jinsi ya kutetea maslahi ya Waafrika na nchi zao katika mabaraza makubwa kama haya na kupigania nafasi ya kuwa na kiti katika Umoja wa Mataifa, katika Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa, ambayo itawasaidia kuamua. Afrika ni bara kubwa, ni bara tajiri, ni bara yenye watu wengi, ni bara yenye vijana wengi, ni bara yenye rasilimali nyingi, na tunatakiwa kuubeba uzito wetu kupitia kwa viongozi wetu ambao mm -hmm, kwa ujumla hawatakii kujificha chini ya mwavuli wa uoga na hofu ya mataifa yanayotoa mikopo kwa mataifa haya ya kwetu. Upi mustakabali wa Palestina? Maanake mzozo huu wa Mashariki ya Kati ndo ambao umehanikiza mkutano mzima wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Profesa Monda, uh, baada ya uh, Trump na Netanyahu uh, kusema tayari ni kama wamekubaliana kuhusu ule mpango wenye vipengele ishirini ambao unajaribu kutafuta amani ya ukanda wa Gaza, unaona wapi mstakabali wa Palestina baada ya mkutano huu wa UNGA? Mstakabali wa Palestina uh, umeangaziwa zaidi na kwa mapana na marefu na jamii ya kimataifa. Tumeona ya kwamba uh, kidiplomasia uh, Israel imetengwa. Kulikuwa kule kususiwa kwa uh, ile hotuba ya uh, Netanyahu kwa Umoja wa Mataifa. Uh, ambapo wajumbe wengi waliamka wali uh, na kuondoka kwa ghafla kupinga msimamo wa Israeli, lakini lazima pia niongezee hapa ya kwamba hata ingawa kidiplomasia si Israeli imepata pigo eh, kwa uh, dhahiri shahiri tunaona ya kwamba Marekani bado inaiunga mkono a Israeli na pale Mashariki ya Kati kwa wakati huu sidhani kuna nafasi yoyote mm -hmm. au uwezekano wowote kupata dola ya Kipalestina kwa sababu Israel imeendelea kukalia eneo ya Gaza na maeneo yaliyokaliwa na walowezi kwa mabavu. Kwa hivyo nadhani kidiplomasia ni pigo kwa Israel, lakini nadhani bado ni ndoto kuweza kupata dola la wapalestina la wapalestina kwa wakati huu. Haya, asante sana Profesa David Monda ukiwa hapo Marekani, na nakushukuru sana pia vilevile Marcel Hamdun ukiwa huko Mwanza, Tanzania, kwa kushiriki mjadala wetu, ambapo leo tulikuwa tunazungumzia kukamilika kwa mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa huko New York Marekani.